Echoes of War. tamthilia iliyoandaliwa na shule ya upili ya wasichana ya Butere na tamthilia ambayo imezua joto humu nchini. Wizara ya elimu imetoa taarifa kuhusu tamthilia hii ikibaini kuwa vipengee tofauti vya tamthilia hii vilibadilishwa katika ngazi tofauti hata baada ya kushauriwa kuondoa vipengele fulani <coughs> Aidam Wizara hii ya elimu kupitia taarifa hiyo pia imedokeza kuwa kulingana na sheria na kanuni za Kenya National Drama and Film Festival haziruhusu mtu ambaye si mwalimu kuandika tamthilia na kuwafundisha wanafunzi tamthilia hii. Wizara ikisema kuwa Cleophas Malala hapaswi kuruhusiwa kushirikiana na wanafunzi tena. Wizara ikidokeza kuwa lengo lao kuu ni kuwaweka wanafunzi salama na kukuza talanta za wanafunzi wale.

Lakini je, maafisa wa polisi wanaruhusiwa kutumia nguvu kupita kiasi kwa wanafunzi wa shule haya yanajia wakati ambao serikali imeendelea kukashifiwa kutokana na matukio ya jana, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akisikitishwa na kiini cha maafisa wa polisi kuwadhulumu wasichana wadogo wa shule ya upili. Even the colonial government that was very brutal it never went for the children.

Usalama wa utaifa ni jambo la kupatiwa eh, kipaumbele, first priority, kwa sababu eh, tukikosa usalama wa kitaifa bila shaka eh, nchi nzima kila kitu kitasimama. Na yatakiwa serikali wawe macho kwa watu kama hawa ambao kwamba wanajaribu kupanda mbegu mbaya kwa watoto ambao kwamba ni wanafunzi Innocent, hawajui lolote watoto ambao kwamba wametoka majumbani mwao kuelekea maskuli kwa ajili ya kutengeza barabara ya future yao. Mary Kialo, makala ya elimu na Undugu.